Afrika ya Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM, msomaji ni Albert Endu Kavano na kwanza ni mtasari wake. Wakazi wa mtaa wa Kakonda, kata ya Nyanguku, manispaa ya Geita, mkoani Geita wamelalamikia uwepo wa matukio ya wizi wa ng'ombe, hali inayoathiri ukuaji wa uchumi kupitia ufugaji. Waziri wa habari, utamaduni sana na michezo Profesa Paramagamba Kabudi amesema wizara hiyo ina mchango katika msingi umoja na mshikamano wa taifa unaosaidia kuleta maendeleo ya kijamii na taifa. Na shirika la afya duniani WHO limesema idadi ya wafanyakazi wake itapungua kwa takribani robo zaidi ya ajira elfu mbili kufikia katikati ya mwaka ujao. Habari kamili. Geita, wakazi wa mtaa wa Kakonda kata ya Nyanguku manispaa ya Geita wamelalamikia uwepo wa matukio ya wizi wa ng'ombe hali inayoathiri ukoaji wa uchumi kupitia ufugaji. Wakazi hao wametoa malalamiko yao wakati wakiongea na redio Kwizera baada ya mkutano wa hadhara uliolenga kujadili udhibiti wa wizi wa mifugo hiyo. Wamesema changamoto hiyo haina budi kuchukuliwa hatua za kuwabaini wanaoiba mifugo na kuichinja kisha kuuza nyama katika maeneo mbalimbali. Sisi kijiji chetu cha Konda tumekuwa na matukio ya kila mara kwa mara tukiibiwa ng'ombe tunapouzwa kama nyama. Mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Kakonda, Bwana Lukas Sibundala, amesema kufuatia changamoto hiyo wameanzisha ulinzi shirikishi utakaosaidia kudhibiti vitendo vya wizi wa mifugo kwenye mtaa huo. Kasulu. Mkuu wa wilaya ya Kasulu mkoani Kigoma, Kanali Isak Mwakisho, amewataka watumishi wa umma halmashauri ya mji Kasulu kuanzisha mashamba darasa ya kilimo cha mazao ya biashara kutoa hamasa kwa wakulima. Kanali Mwakisu ametoa wito huo wakati akizungumza na watumishi wa umma halmashauri ya mji Kasulu juu ya maswala mbalimbali, ikiwemo kilimo cha mazao ya biashara. Kanali Mwakisu amesema kila mtumishi wa umma anatakiwa kulima angalau ekari moja katika mazao ya kimkakati, ikiwemo zao la kahawa, chikichi na pamba, ili kutoa hamasa kwa wakulima wengine. Kasulu mji hamna maeneo makubwa ambayo yako wazi, maeneo yote hapa ni ya wananchi. Serikali kuu inatoa wataalamu inatoa fedha inatengeneza miche, lakini wataalamu hao wa ambao wa wanasimamia hawana hata shamba. Hiyo mimi sitakubali, kama mimi mkuu wa wilaya hii sitakubali. Natoa wito kuanzia leo, nataka watumishi wote wa halmashauri ya mji Kasulu angalau kwa kuanzia kila mmoja awe na hata nusu. Weka popote utakapokuwa na, hiyo itakuwa ni hamasa na shamba darasa kwa ajili ya kuwahamasisha wakulima wetu ili waweze kwenda sawasawa. Baadhi ya watumishi wa umma wamesema tayari wameshaanza mchakato wa kutafuta maeneo kwa ajili ya kilimo ili kutoa motisha kwa wananchi kuona na umuhimu wa kilimo cha mazao ya biashara kukuza uchumi wao. duduma Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Profesa Paramagamba Kabudi amesema wizara hiyo ina mchango katika msingi wa umoja na mshikamano wa taifa unaosaidia kuleta maendeleo ya kijamii na taifa. Kabudi amesema hayo jana jijini Dodoma alipowasili katika ofisi za wizara hiyo baada ya kuapishwa na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan Ikulu ya Chamwino jijini Dodoma. Waziri Profesa Kabudi ameeleza kuwa wizara hiyo ndio wadau wakubwa wa Ofisi ya Rais maendeleo ya vijana kwa sababu yanayotekelezwa yanagusa vijana na kuwataka watendaji kusogea karibu na kuwasaidia wananchi. Manaibu waziri Hamisi Mwijuma na Paul Makonda wamesema kuwa wakati huu ndio wakati mwafaka wa Tanzania kuwatumikia na kuhakikisha wana furaha wakati wote na wanasaidiwa kukua na kunufaika na sekta hizo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM bujumbura wizara ya fedha nchini burundi imetangaza kuwa maandalizi ya kuanza ujenzi wa reli ya sgr ya uvinza msongati yako katika hatua za mwishoni na ujenzi unatarajiwa kuanza hivi karibuni waziri wa fedha nchini humo alain ndikumana amesema ukusanyaji wa fedha za mradi huo umefikia hatua nzuri na kati ya dola milioni 200 zinazohitajika tayari zaidi ya dola 150 zimekusanywa katika bajeti ya serikali ya mwaka 2025/26 Waziri Ndikumana amesema kuwa serikali imejipanga kuhakikisha fursa za ajira na shughuli nyingine zinazotokana na mradi huo zinawanufaisha wananchi moja kwa moja. Aidha, amesema kuwa wananchi ambao leli hiyo inapita kwenye maeneo yao, serikali imetenga fedha kwa ajili ya fidia kuhakikisha haki za raia zinalindwa wakati wa utekelezaji wa mradi huo. New York, shirika la afya duniani WHO limesema idadi ya wafanyakazi wake itapungwa kwa takribani robo zaidi ya ajira elfu mbili kufikia katikati ya mwaka ujao, kwa mjibu wa taarifa ya shirika hilo kwa nchi wanachama. Sababu za hali hiyo ni kustafu na kuhama kwa baadhi ya watumishi, wakati likijaribu kutekeleza mageuzi baada ya mfadhili wake mkuu Marekani kujiondoa. Utawala wa rais wa Marekani Donald Trump ulijiondoa kwenye shirika hilo baada ya kuingia madarakani mwezi Januari na kusababisha shirika hilo kupunguza shughuli zake na takwimu timu ya uratibu wake kuwa nusu. Washington ni mfadhili mkubwa zaidi wa shirika la afya la Umoja wa Mataifa, likichangia takriban asilimia 18 ya ufadhili wake wote. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, huu tena ni muhtasari wake. Wakazi wa mtaa wa Kakonda, kata ya Nyanguku, manispaa ya Geita, mkoani Geita wamelalamikia uwepo wa matukio ya uwizi wa ng'ombe, hali inayoathiri ukuaji wa uchumi kupitia ufugaji. Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Profesa Pramagamba Kabudi amesema wizara hiyo ina mchango katika msingi wa umoja na mshikamano wa taifa unaosaidia kuleta maendeleo ya kijamii na taifa. Na shirika la afya duniani debricho limesema idadi ya wafanyakazi wake itapungua kwa takribani robo zaidi ya ajira elfu mbili kufikia katikati ya mwaka ujao.